Baada ya kupatikana kwa fununu ya kukamatwa kwa shehena ya mifuko mingi ya sukari ITV ilitua katika ofisi za polisi wilaya Mbagala, maarufu kwa jina la kituo cha Maturubai, ili kujionea ukweli ambapo kamera ya ITV ilishuhudia lori kubwa aina ya Skania ikiwa imepakia mifuko ya sukari ambayo tayari ilikuwa imeibiwa usiku wa tarehe 4 mwezi Agasti 2013 namba lazima muwe na na, na taarifa zinazokuhusia. unaweza kukuta namba hizi sio za gari hii zimewekwa hapa kwa ajili ya kazi tu unaelewa. Kwa hiyo usichukulie kwamba namba hizi hizo hizi. Kwanza ngaja zilivyokaa hapa. Inawezekana namba hizi ziko hapa kwa ajili ya shughuli tu haina maanisha gari gani kutafuta nyingine ITV ililazimika kufika katika eneo la Mbagala rangi tatu katika gala ya Bwana Aron Zakaria, mmiliki wa kampuni ya L Naim Enterprises, ambapo sukari hiyo ilihifadhiwa na kukuta damu katika maeneo ambayo walinzi wa gala hiyo walipigwa na kufungwa kamba, kama anavyoeleza kamanda wa mkoa wa Temeke ACP Inglibet Kiondo. Hili ni tukio la unyang'anywa wa kutumia silaha. Uh, walinzi wanne wa godauni ili hapa mahali tulipo walishambuliwa na kundi la watu wapatao watu wapatao kumi na mbili hivi walipoingia kwenye godauni hili, waligonga walinzi wakafi, labda kwamba ni baadhi ya wafanyakazi wao wanakuja, wakafungua mlango, wakaingia kundi la watu, wakawadhibiti, wakawafunga kamba. Wakati wapurukushani hilo, moja ambaye alikuwa ameresist, ambaye alikuwa anakatalia hilo zoezi, kutaka kufanya hilo jambo, waliweza kumdhibiti kwa kukatakata mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake basi wale wengine walipoona hivyo wakasalimu amri, basi wakafungwa kamba. Unaona ma, ma, ma, damu zimemwagika, kamba kila kitu kiko pale. Baada ya kudhibiti eneo, majambazi hao walikuja wakavunja godown ile, wakakata makofuli, wakafungua, wakaanza kupakua shehena ya sukari. Waliweza kupakua jumla ya mifuko yenye kilo hamsini hamsini elfu moja mia tatu kumi na mbili. Wakati tukio hilo linatokea, baadhi ya majambazi hao walijitahidi kufanya kila waliwezalo ili kuzimisha sakata hilo, lakini maafisa wa jeshi la polisi waliamua kusimamia maadili yao ya kazi kwa kukataa rushwa, huku wakiwabana wahusika hao kijeshi ili kutaja mtandao mzima wanaohusika, ambapo maafisa wa jeshi walifanikiwa kufika hadi Chamazi, eneo linalotumika kuficha sukari hiyo. kufanikiwa kwa tukio hili ni baada ya polisi chini ya kiongozi wao, kwa uaminifu wao wameweza kukataa kishawishi cha shilingi milioni 30. Ndio maana shehena yote ya sukari imeweza kupatikana, na hilo limefanyika kwa sababu ni maadili tu, kwamba sasa hivi kila mtu anataka tufanye kazi, uma uweze kuelewa kwamba tuko kazini kwa pamoja. Kutokana na tukio hilo kuleta hisia kwa wakazi wa maeneo hayo, licha ya watumiwa kumi na mbili kushikiliwa na jeshi la polisi, baadhi ya mashuhuda wametoa hisia zao. Wanataka wajitahidi zaidi ya hili, yani waweze kuleta maendeleo katika nchi hii kwa sababu wa, wa, mafisadi wamezidi kutu, kutuangamiza. Yani yani hatuna maendeleo yote, wananchi tunapata shida. Hapa ni kwamba jeshi la polisi limeonekana kwamba liko macho katika kutekeleza vitu kama hivyo. Tunachowasisia ni kwamba waendelee na msimamo kama huo. Mtazamaji, ni mifuko 1312 za sukari ambazo zina thamani ya shilingi milioni 90 laki 5228 zilizofanikiwa kukamatwa na maafisa wa polisi kutoka wilaya kipolisi Mbagala ambao walizikamata zikiwa zimeondolewa katika gala moja eneo la Mbagala rangi tatu, tayari zikiwa zinasafirishwa kupelekwa katika eneo la Chamazi hapa jijini Dar es Salaam kutoka katika kituo cha polisi ya wilaya ya Mbagala, maarufu kama Maturubai jijini Dar es Salaam. Samaila, ITV.